Aawaelachui <laughs> <Kasi wa era. laughs> chui ni chui. mbwnajishughulisha chui. <laughs> <Mwake, wapumse. laughs> na kushanti viazi au kucharua viazi lakini achana na hivyo, najishughulisha na mambo ya mitandao. Bandidu nilipata jina kwa sababu ya kazi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 Nakumbuka tushawahi tengeneza kundi sisi kama sisi kitongoji chetu lakini maana pale pana vitongoji vingi. Kitongoji kwetu tuliwahi tengeneza kundi. Kila kikundi kidogo kilitusaidia lakini kilileta na uhasama pia. Kilisaidia lakini upande mwingine kilileta uhasama kwa sababu tulitengeneza kile kikundi ilikuwa cha kusaidiana kwamba sisi kila tulitengeneza kikundi kwa kina watu kumi wote ambao ni wanafanya ile kazi. Kila Jumapili tulikuwa tunatoa shilingi 10,000. Tukitoa ile shilingi 10,000 inachukua mtu mmoja ambayo ni shilingi ngapi? Ni laki ni laki moja.